Lakini nisisitize neno uzalendo. Nimekuwa nikisema mara nyingi na waandishi wa habari, kila anapopata nafasi kuonana nanyi. Wenzetu kule nje, zile habari ambazo wana hakika hizi zinaenda kulibomoa taifa lao, huzioni wala hazitoki. Lakini sisi huku wanataka kujua kila kitu kilicho kwetu, na wanaotumika ni waandishi wa habari hawa wa kwetu huku, semeni kuna nini? Sema kuna nini? pengine kuna incentives ndogo ndogo tu zinazokufanya uandike na uwape. Ukija ukiona kwenye vyombo vingine vya habari, Aljazira kasema, BBC kasema, sijui nani kasema, unasema ni kazi yangu ile, nimepeleka I don't know. Sijui unajisikiaje kuiona nchi yako inasemwa kwenye vyombo hivyo vikubwa, ulimwengu mzima wanaona anieti wewe ndio umeandika kuwapa sijui unajisikiaje. Lakini nataka niseme kama nilivyosema mwanzo, kwamba kwa sasa hatua tuliofikia, nawapongeza sana, mmekuwa mkiandika vitu vizuri kuhusu nchi yenu. Katika mambo niliyoahidi ni ku, kuleta au kukuza uhuru wa vyombo vya habari, na hili takwimu zinasema wenyewe kwamba Tanzania uhuru wa vyombo vya habari ni mkubwa na unakuwa siku hadi siku. Lakini kuwa na uhuru wa vyombo vya habari maana yake si kukosa uzalendo kwa nchi yako. Uhuru wa vyombo vya habari, zungumza, sema, chambua, lakini uzalendo uwepo. Hapa ndipo ulipozaliwa, hapa ndipo ulipotoka, hapa ndipo utakapomalizikia. Na wengine hata ukienda nje ukimalizikia huko tunakuja kuchangishwa huko jamani. Ye, arudishwe huko huko, utarudi. Kwa hiyo Tanzania ndio baba ndio mama ndio kila kitu. Niombe sana tupende nchi yetu sana sana sana. Kwa upande mwingine niseme tu kwamba mwaka huu aa, ni mwaka wa jambo kubwa nchi yetu inakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Niwaombe mtumie kalamu zenu kuhamasisha umoja, amani na mshikamano nchini. Kalamu zenu zilinde nchi yetu. Mrisho Mpoto leo alisema kuwa hajui kwamba ulinzi sio kazi ya polisi na jeshi peke yao, na yeye kama raia. Lakini kalamu zetu, kalamu zetu zinalinda nchi yetu sawa sawa na jeshi linavyolinda mipaka yetu. Kalamu tukizitumia vizuri tutakuwa salama, tukizitumia vibaya basi usalama utakuwa haupo, kwa sababu yanayosomwa na muona moliro moliro, anasikiliza kwa makini sana. Kwa hiyo nihimize matumizi ya kalamu zetu na hii si upande tu wa siasa, hata upande wa kiuchumi, hata upande pande zote tu. Tukiandikia vizuri kuhusu nchi yetu, wawekezaji watakuja kwa wingi, kwa sababu watasoma na wataona. Tunashutumiwa mambo kadhaa huko nje. Tukiandika vizuri kuhusu nchi yetu, tukitoa ufafanuzi yanayotokea, wale wanaotushutumu kule nje watapata habari za uhakika na wataacha yale wanayoyafikiria. Kwa hiyo niombe sana kalamu zitumike kulinda na kuitetea nchi yetu, amesema Waziri Kabudi. Tanzania ni moja tu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakuna nyingine. Kwa hiyo tuilinde nchi yetu.